Hii inaweza kusikika kuwa ajabu, lakini ni kweli. Unaambiwa kuwa kunguru wanapojisi kuumwa au kuweza kusumbuliwa na wadudu ama bakteria ndani ya mili yao wenyewe huweza kwenda katika vichuguu vya siafu ama mchwa, na kuweza kukaa kimya, huku akiruhusu mchwa kuweza kuzunguka na kupenya katika manyoya yao. Tabia hii kipekee inaitwa anting na ina maana ya kutosha sana kuweza kuwashangaza wanasayansi. Kwa nini kunguru huweza kufanya hivyo? Wanasema mchwa anatoa asidi fulani inayofahamika kwa jina la formic, kiambato chenye uwezo wa kuweza kuua bakteria, fungus na hata wadudu wa ngozi kama vile viloboto au chawa kwa kuruhusu mchwa kuweza kupita kwenye manyoya yao, kunguru huweza kujipatia tiba ya asili kama vile dawa ya kuweza kujitengenezea yenyewe. Unaambiwa kuna mchwa ambao wana uwezo wa kutoa kemikali zinazoweza kupunguza maumivu, hivyo kuwapa kunguru nafuu zaidi na kuendelea kupata tiba yao ya asili. Tabia hii ya hunting haipatikani kwa kunguru pekee. Ndege wengine kama vile tai, jogoo wa maji na hata baadhi ya ndege wadogo huweza kufata tabia hii ya kuweza kujitibu. Kwa mfano, ndege wengine huweza kuchukua mchwa mmoja mmoja kwa mdomo wao na kuweza kuipachika katika manyoya yao ili kuweza kueneza asidi ya fomic sawasawa sawa kama kunguru wanavyofanya. Lakini pia kuna wengine wanachagua kuweka manyoya yao kwenye vichuguu vya mchwa na kusubiri mchwa wafanye kazi yao, yani kuwatengenezea kitu inaitwa fomic, yaani dawa ya asili ya ndege. Wanasayansi wameendelea kuonyesha tafiti zao na kusema sio ndege tu wanaweza kujitibu. Wanyama wengine wa kama vile sokwe na nyani wenyewe wameonekana wakitumia mimea yenye dawa kwa njia ya kuweza kuondoa minyoo kwenye matumbo yao. Hata dubu pia wameonekana wakipaka matope kwenye majeraha yao ili kuweza kuzuia maambukizi tabia hizi zinaonyesha kuwa viumbe wa porini wana akili ya kipekee ya kuweza kujihifadhi kabla ya binadamu kuweza kujifunza kutengeneza dawa za kisasa, yani hospital medicine. Ushahidi wa hunting unaonyesha jinsi gani asili inaweza kuwa ya kushangaza na inatuonyesha kuwa hata bila teknolojia wanyama wanaweza kutatua matatizo yao wenyewe kwa njia zao za asili ambazo bado zinawashangaza sana wanasayansi hadi leo. Tuandikie katika comment hapo, je, unadhani wanyama wanaweza kutufundisha nini kuhusiana na dawa zao za asili? Na wewe tuambie, umejifunza nini kupitia content hii. Lakini pia ni kuombe usubscribe, ulike, share, comment. Lakini pia itakuwa fresh zaidi ukishea kwa wengine ujumbe huu. Mi naitwa Japanson Jeala, follow me ni in Instagram, Facebook na Twitter mpaka TikTok kama Japanson Jeala.